Nimesema kwamba ukeketaji ya wasichana kwa sehemu hii ya Marakwet ikiwa hapa ama West Pokot ama Kerio Valley lazima ikwame, na nimesema mtu yoyote mwenye anasaidia kwa ukeketaji ya wasichana kwa mambo ya FGM, nimeambia askari lazima huyo mtu ashikwe, apelekwe kotini, aende afungwe, kwa sababu anaharibia wasichana wadogo maisha yao. Hii mashule tunajenga hapa tunajenga ili tubadilishe maisha ya watoto wetu, sio wapelekwe katika mambo ya ukeketaji. Na sehemu za Kenya tulipoenda jukwaa la usalama juzi, huko Kisii, nilipata hiyo maneno iko huko na tumeweka eh, mpango kabambe huko Kisii, huko Migori, huko North Eastern, sehemu ambazo na hii hapa Kerio Valley kutoka Samburu all the way mpaka Elgeyo Marakwet mpaka Turkana mpaka hapa Elgeyo Marakwet na West Pokot. Wale wote wanafanya kazi ya ukeketaji ya wasichana lazima washikwe asa Disemba hii. Pia kuna maneno ya kupeana wasichana wakiwa wadogo, wanaolewa. Hiyo kwa sheria inaitwa defilement. Kama mtoto hajafika 18 years afanye uamuzi wake. Mtu yeyote anapeana mtoto akiwa under 18, ati huyo mtoto apelekwe, ati aolewe na mtu fulani, hiyo hiyo ni illegal, na huyo mtu anastakiwa for defilement, anapelekwa kotini. So tunataka wasichana wapate nafasi ya masomo kama vile vijana wetu katika sehemu hii, na tunataka tuhakikishe kwamba hao wasichana wanasoma na kubadilisha maisha ya familia yao. Hii mambo ya kuumiza ati jenda moja haiwezi kusonga kwa maisha, ndio inaendeleza umaskini katika community yetu. Kila mmoja lazima apate nafasi ya kujimudu maisha.